Leo tunaangazia mnyama Simba kuvurunda kwake michuano ya CAF Champions League na uelekeo wake sasa kwenye mashindano ya Ligi Kuu Tanzania Bara na Kombe la Shirikisho la CRDB. Kama tunavyotambua, kulikuwa na mechi za weekend hii, Kombe la Shirikisho na Ligi ya Mabingwa barani Afrika. Uh, automatically Simba baada ya kupu, uh, kuambulia sare dhidi ya Atletico de Rwanda ya Angola wakiwa ugenini, sare ya bao moja kwa moja, wao hawata awamo tena kwenye mashindano hata wakishinda magoli mia kwenye mechi ambayo inayokuja dhidi ya Stade Malien weekend hii, kwa maana ya mwishoni mwa wiki hii watafikisha pointi ambazo haziwezi kuwafikisha pote, kwa sababu tayari juu yao kuna Atletico de Rwanda, kuna Stade Malien ambao wana pointi nyingi kuliko wow wao, kwa hiyo wameshayaga mashindano. Manake, uh, mindset zao akili zao sasa wanazipeleka kwenye mashindano ya ndani na kumaliza hayo mashindano kwa heshima. Ulikuwa ni msimu mbaya kabisa kwa Simba tangu elfu mbili kumi na nane kumi na saba kwenye ushiriki wa mashindano aya, uh, ya ligi ya mabingwa na kombe la shirikisho, hawajawahi kumaliza kwenye kundi wa mwisho na kushindwa kupata hiyo nafasi ya kufuzu moja kwa moja. Kwa hiyo wakati mwingine kufuru unasema unaweza kujitathmini hii ni kazi inabaki kuwa sasa kwa viongozi. Kwa nini uh, wamefeli kipindi hiki tofauti na ambavyo walikuwa awali, wanaenda mpaka hatua ya robo fainali kwenye mechi karibu tano, uh, unapata pointi mbili. Hii kidogo kwao imekuwa uh, fedhea. Nini ambacho Simba wanapaswa kufanya? Concentration ni sehemu ya Ligi Kuu na Kombe la Shirikisho CRDB Bank Federation Cup ambako huko inatakuwa sasa wamalize msimu wa kama sio ligi kuu, basi uh, Confederation Cup uh, kati ya hiyo ambayo inaweza kuleta heshima na kufuta machozi kwa mashabiki wao baada ya ukame wa miaka minne na kufanya vibaya. Unajua, huko nyuma Simba miaka minne ilikuwa inafanya vibaya kwenye ligi uh, lakini kwenye ligi na na, na, na, na FA lakini walau wanafutwa mashabiki na wanachama wanafutwa machozi na wachezaji wao na commitment za viongozi, walau wanafuta machozi kwenye uh, michuano ya Afrika. Kama siyo, kama siyo Confederation Cup basi ni upande wa ligi ya mabingwa. Kwa mfano, msimu uliopita walikosa ligi, walikosa FA, lakini kwenye michuano ya kombe uh, uh, kombe la la mataifa upande wa CAF uh, kwenye kombe la shirikisho CAF Confederation Cup wakafika finali finali mkondo wa pili ambao walicheza na alisebekane pale uwanja uh, wa Nyuman Complex na mechi ikamalizika kwa sare ya bao moja kwa moja, lakini uh, wapinzani wakafaidika na ushindi ambao walikuwa wamepata uh, kwao Moroko na wakachukua ndoo. Lakini unasema afadhali kwa sababu wameenda mpaka fainali wamevaa medali na kuna pesa yao nzuri, lakini uh, wakati huu sasa, mnakuja mmetoka huku awali huku ambako watu wengi walikuwa wanapata ngalau faraja, mnakuja sasa msimu wa tano, itakuwa mbaya sana kwa Simba msimu huu wamalize bila kikombe chochote. Mapinduzi wamekosa sasa. Nguvu nadhani kubwa itakuwa kwenye kombe la FA na Ligi Kuu, na kwa mtu anaweza kuuliza wanacho hicho kikosi cha kupata ubingwa hapo? Kwenye kupata ubingwa unakompea na nani na mshindani wake wa Yanga? Kwa kadri ambacho nimekiona kwenye kosi cha Simba, kama watakuwa kitu kimoja, viongozi wakawa ni kitu kimoja wa, uh, wanachama wakapunguza migogoro au mizozano, kutoamini viongozi wao. Sasa inategemea na mrejeshi wa viongozi, watakuwa moja, kama wakiwa wa moja, wakiongea lugha moja, Simba endapo watakuwa smart seriousness, na mwalimu kwenye benchi ya ufundi akawa na mbinu jadidi na ukatili, mpango kazi mzuri, wa kuwa na selection nzuri kwenye kikosi cha kwanza bila kuangalia ukubwa wa jina la mchezaji au Simba yuko kwa muda gani wa mchezaji, akawa na selection nzuri, wachezaji wakashindana ushindano kuanzia ndani, wakapeleka kwenye uwanja wa mechi, kutoka kwenye uwanja wa mazoezi kwa kwenye uwanja wa mechi, wanayo nafasi kubwa ya kumaliza msimu na kikombe. Kama vitu vitatu hivi ni mambo vitaji ambavyo watafanyia kazi, umoja ile nguvu moja onekane kutendeka kwa viongozi wenyewe kwa wenyewe, ile mizozo waweke uh, pembeni sana, kama sio kuimaliza wanachama wao kitu kimoja, wasijigawe. Ile timu moja hii sijui timu mangungu hiyo iondoke, wa support timu yao. Wachezaji commitment ionekane kutendeka uwanjani, na mwalimu, benchi la ufundi kwa maana ya kocha Steven Becker na wasaidizi wake wakawa kitu kimoja, mbinu zikaongea, wakawa na machaguo mazuri kwenye kila mechi ambayo wanaendea. Wana nafasi kubwa ya kuchukua ubingwa wa Ligi Kuu Tanzania Bara. Otherwise, inaweza ikawa ni mwaka wa fedheha kuishia hatua za makundi Ligi ya Mabingwa barani Afrika na kukosa makombe yote, lakini mi nafasi naiona kabisa. Mpaka sasa amecheza mechi saba tu, wamepoteza mchezo mmoja na sare i think moja. Uh, hata ile, ile, ile geplake na mpinzani wa karibu aliko mbali. Wana mechi karibu ishirini na tatu mbele. Ukiwa na mipango mizuri, ukitengeneza huu mmoja ambao nimeuzungumza, ukiwa na kitu kimoja na uhakika asilimia mia moja wanamaliza msimu na kombe, kama sio FA ligi kuu, na inawezekana hata wakachukua, uh, yote mawili. Ishu ni smartness kwenye kila engo, kila mmoja akitimiza wajibu wake, inawezekana yote kwa yote. Simba ina viongozi ambao wanajua mbanga, au wanajua njia za kupita, wanatofautiana kurudisha matau matawi yawe kitu kimoja, ile nguvu moja ikaonekana kweli, ushiriki wa maana kweli hizi timu mbili kubwa, hizi nguvu inatokea kwenye matawi, inaenda kwenye uongozi juu, inasambaa kote kwa Wanasimba na hata upande wa pili. Mkiwa kitu kimoja, naona wakitoboa, wanayo nafasi ya kuchukua ndoo, kumaliza msimu na ndoo. Kwa sababu gani naongea hivi? Mfano, mechi iliyopita dhidi ya Di Agosto Angola kuna sababu ambazo mwalimu alizifanya, ukasema kwa nini haikufua mapema. Aliongea, aliingia yule uh, Inno Loemba, akaingia Selemani uh, mwalimu uh, akaingia uh, Anise Oura, au wao ndio walikuwa magame changer, wakabadilisha mchezo na Simba ilicheza mchezo mkubwa sana, kwa ni vitu vya mwalimu. Inawezekana mwalimu uh, kuna sehemu alichelewa, lakini bado anaheshimika kama mwalimu. Kwa hiyo USP ambayo nimeiona kama wakienda nayo wakiwa na Hawa jamaa wanarudi kwenye ufalme wao.